Wakaona haitoshi wamekimbia Ureno, wamemchukua mwamba anaitwa Pedro Gonzalez Val Valdemar Suarez, chuma hicho na mwenzake pia kutokea huko huko, nitakwambia ni nani. Na huyu mwamba amezaliwa Lisbon pale pale Ureno, na bahati aliyonayo ni kwamba amewahi kuwa scout wa Sporting CP, yani alikuwa mvumbua vipaji wa Sporting Lisbon ya pale pale Ureno. Kwa hiyo ameshapita ame huko kwenye nyanja mbalimbali za kuona vipaji vya mpira, lakini faida iliyopo Afrika, 2015 18 alikuwa Premier de Agosto, timu ya vijana, na 2018 19 alikuwa Angola timu ya under 17, timu ya taifa. Uh, lakini pia Angola under 20 elfu mbili kumi na nane na elfu mbili kumi na tisa elfu mbili kumi na tisa hadi elfu mbili ishirini na tano alikuwa timu ya taifa ya Angola uh, kwao ukijaribu kuangalia huyu mwamba uh, hajapata nafasi ya kufundisha club kwa level ya club hasa team senior teams, ukiacha Primeiro de Agosto ile ya vijana hajapata nafasi uh, ya kufundisha timu ya ligi kuu kusimama kama kocha mkuu Uh, huko alikotoka pamoja na hapa Afrika ambako amepita, faida alionayo ni kwamba amefundisha timu ya taifa ya Angola kwa mafanikio, aliwafikisha hatua kubwa kabisa katika michuano ya, ya, ya Afcon alifika hatua ya robo finali. Kwa hiyo sio kocha mdogo, ni kocha mkubwa ambaye alifanya makubwa sana akiwa pale kwenye timu ya taifa ya Angola. Sasa ameingia pale timu ya uh, kwenye klabu ya uh, Young Africans. Uh, wamempa wamempa nafasi kama kocha mkuu na ni kocha mwenye umri wa miaka 49 anayetafuta 50. Kwa hiyo ni kocha ambaye tayari ni mkubwa kwa age na pia kwa mafanikio, kwa sababu tayari amepita maeneo mbalimbali. Sasa ni kocha ambaye pengine tutasubiria zaidi kuona Yanga itatolewa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu hicho ndicho ambacho kinasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Wamepitia uh, kwenye kipindi cha mazonge mazonge kweli kweli yani, wamepitia kipindi fulani ambacho sio kizuri kwao Unaona bana eh, eh kwao, wanataka kurejesha Yanga fulani ya heshima, lakini sio yeye. Wamekuja wawili, moja kwa moja, ikabidi eh, eh, watambulishwe siku moja tu eh, na mamba mwingine pia, mtaalamu mwingine.